Dada, mambo? Uko poa? Sijui naweza kukaa hapo na wewe? wi we, karibu tu, kaa. Asante sana dada kwa kuniruhusu kukaa hapa. Sijui unaitwa nani ka jina kako na ulivyo kuwa mrembo hivyo. A, jamani we kaka, kaka unijui? Sikujui jina langu, ataka kulijua la nini? Sio hivyo dada, kujuana jina ni jambo la kawaida, kwa sababu wote ni Watanzania. Hebu niambie jina lako mrembo. Mimi naitwa Juliana. Umelidhika sasa? Kwa kweli, Juliana, wewe ni mrembo na una jina zuri, kiukweli. Yaani nikikutazama moyo wangu unaluka sana, unalia putu putu. Kwa kweli, naomba tu nikwambie ukweli moyo wangu umekudondokea, yaani yaani, inashindwa kabisa kuvumilia, inakupenda kweli, we mtoto mrembo. Ha, we kaka unijui, sikujui mambo ya kupendana tena kwiyo, hebu niache huko dada. We nielewe tu kwanza, ukinikubali nitakupa mang'ombe mampusi, yaani utakuwa tajiri, utoamini we ni kubari tu, utaona. Jamani we kaka, kweli au unaniongopea tu na maneno yenu? Maanake wanaume wa siku hizi uongo mwingi, vitendo vichache. Wewe usijari mrembo, uko na mimi Lupondeja, mwamba kama mwamba. Mimi ndio narisha ngwanza nzima, yaani ukiwa na mimi hakuna kinachoharibika. We usijari mama Nipe tuka namba kako, alafu tutawasiliana tuone tunakutana wapi, kuyajenga mama, haramama au sio mama? Sawa, mi ndio naondoka hivyo. Basi lenyewe hilo lishafika, tutawasiliana. Basi sasa huyu mrembo kajichanganya, ngoja kubali sasa taona nitampakia mkongo, mkongo ya Kisukuma ataelewa. Sho Juliana, shosti karibu. Za uko ulikokuwa? Salama tu Jaki, nikuambie kitu, yaani leo nina ubuyu. Leo nilipokuwa pale basi station mtaa Msimbazi, acha nikutane na Msukuma. A, huyo baba inaonekana ana hela akawa anantaka eh, ila nimemwachia namba yangu, baadaye amesema atantafuta. We mkubalie tu shoga yangu, ili mradi anaonekana na hela. Aka mimi hata siwezi kushauri wachane naye, maana siku hizi mambo ya pesa pesa, shoga yangu. Kwa hiyo we mkubali tu Sawa, shoga yangu, mimi ngoja ya nikapumzike, tutaongea baadaye. Karibu sana mrembo, hapa ndo kwa Lupondeja rupo wize master kama master wamba mwenyewe tajiri. Jisikia uko nyumbani mama. Uhum, asante kwako, pazuri kweli, wewe ni tajiri <laughs> <laughs> Usijari mrembo, haya ndo mambo yangu. Mi mwanzoni nilikwambia kwamba mimi ni doni, mimi ni mwampa na raisha Shinyanga Mwanza yote. Kwa hiyo kuhusiana na pesa wewe usijari, nipo kwa ajili yako mrembo. Sasa mrembo, njo turare kidogo, mama yangu kunakaa kitu kazuri nataka nikufanyie, utapenda, utapenta. Aise jamani, Msukuma kikweli umenifurahisha. Hey, kumbe Wasukuma ndio mko hivi jamani, aise ili penzi lilonipa sijawahi kupata kwa kweli. Asante sana msukuma wangu Lupondeja. Nilikwambia mama, wasukuma sisi ni hatari. Tunacheki hiyo show yake wawa. Msukuma kama msukuma atuboi eh. Umekutana na show ya mwamba Lupondeja, mwamba rusaka. U sijari, mama, uko na mimi mwamba kama mwamba. Siku nyingine utaenjoi zaidi. Sasa mpenzi Nazani mi ningoja ngoja niondoke, maanake muda umeenda sana na nimechelewa sana nyumbani. Basi tutaonana baadaye, tutaendelea kuwasiliana mpenzi wangu, au nasemaje Msukuma bebi? Sijari mrempo, mimi niko kwa ajiri yako mama. Hodi, umu ndani, unaendeleaje Dajaki? Oho, Juliana, karibu sana, za uko ulikokuwa sisi hapa tuko salama tu kama ulivyotuacha jana. Hebu njoo nipe ubuyu. Kimetokea nini huko ulikokuwa? Hmm. Dajaki bwana, yani wewe unawaza tu umbea usiku kucha, umekaa unaniwazi umbea tu. He. Ila acha nikupe ubuyu shosti yangu. Yani nikuambie yule mwanaume jamani, hmm. wasukuma ni hatali, yani ni hatali kabisa. Yani jamani jana nimeanza kwake yule mkaka kanipelekea moto yani usiombe. Yani, Wasukuma ni hatari, ogopa kabisa. Aise Juliana, hmm. Hmm. usiniambie, kumbe hayo ndo aliotokea jana hmm. Haya, hongera zako bwana, ila waye ujiandaye, manake utachelewa kazini sawa? Waye ujiandae haraka haraka uende kazini sawa? Dajaki, ngoja mi hapa nifanye haraka haraka ni wai kazini manake, muda wenyewe ndo huo umeshayoyoma. Mungu wangu, hapa nishachelewa tayari, ngoja nioge alakaalaka, acha ni wai kazini, oh, wapa, wai kazini. maana nimechelewa sana sasa. Bajaki ni ngoja niondoke, manake tayari nimeshajiandaa niwai kazini mara moja, aina shida Juliana Juliana, wewai nii, utanikuta tutaonana baadaye bye. huh, huh. Jamani, hii lifti nayo inaenda taratibu kama kinyonga hivi. Nitafika kweli ghorofa ya tatu kweli? Mbona kama vile inaenda taratibu mno, na mimi nishachelewa tayari. Msije nikafukuzwa kazi na bosi alipo mkali, sijui leo itakuwaje? <laughs> Bosi, shikamoo. <laughs> Umemkaje bosi wangu? Salama tu. Juliana, ninakuomba kwenye chumba cha mikutano sasa hivi. Nina mazungumzo kidogo na wewe sasa hivi. Nam nam bosi, nimetikia wito wako kama ulivyoniita. Juliana, tabia hii ya kuja ofisini muda huu imeanza lini? Mbona umebadilika sana siku hizi eh? Hivi wewe ni wakuja saa tano? Saa hizi saa tano ndio unakuja kazini? Ulikuwa wapi muda wote huu? kuna kazi nyingi kibao zinakusubiri hapa, lakini wewe haupo. Ulikuwa wapi eh? kikweli bosi Eh, samahani sana kwanza eh, lakini eh, nilipata tu changamoto ndogo ndogo ambayo imenifanya nisiweze kuwahi kazini, ila samahani sana bosi, kama nimekosea, samahani sana. ili ni onyo la mwisho, kama utarudia tena, nitakufukuza kazi. Aya, toka mara moja, naenda ofisini kwako. Toka. Juliana, nimekusikia ukifukiwa na bosi, kwani umepata nini leo mpaka umechidio kazini? Una kitu gani wewe? Toka hapa! kazi umbea tu kufanya kazi uh -uh. Eh? kwao kama umesikia inakuhusu nini? haya mambo ya kuhusu, hebu nenda ukafanya kazi zako huko. Simayi sana kama nimekukosea, nimekose na Juliana, nilikuwa ni, ni, tunatoa mauli yangu, lakini kama nimekukosea, nimekosea, nisamehe tu, sijakusudia kukukera. Ngoja nifanye kazi haraka haraka, nikimaliza niende kwa msukuma wangu moja kwa kwanza, nifanye kazi. Maana yake bosi kakasilika kweli leo, na nisipomaliza kazi yake sijui itakuwaje, sije nikapoteza kibarua changu bule. Mpenzi pole na kazi. Naona umerudi mpenzi wangu, kwa kweli nilikuwa nimekumisi kwa kweli sana, nilikuwa nimekumisi sana. Awa mkaa zangu hapa. Naona naona kama movie kidogo Nimeona sio mbaya kama na wewe ukicha, ndopa nikakupigia ka simu. Uje tujumuike pamoja. Don't worry Msukuma wangu. I'm here for you. Tu maana nilipona simu yako tu, mara moja nimekuja. Nilitakiwa niende nyumbani lakini nimekuja kwa ajili yako mpenzi wangu. Nikuone, maana hata mimi mwenyewe nimekumiss. So mama, amna shida, mara mimi nakupendaka kwa kweli. Wendelea kura tu mama, sio naona vitu vizuri. He, kura jigaragaze, mama uko na mwamba, mwamba kama mwamba. Lupondeja, wendelea kura mama mama. Ehe, unajua Dajaki, nitapitia wapi tena zaidi ya kwa msukuma wangu? Baada ya kutoka kazini na mistress yangu nikamwani, ndiko msukuma wangu Lupondeja, nikapoteze mawazo manake hali haikuwa poa kabisa kazini bosi amewaka ya eh? Maana yake nilipochelewa, bosi kafika kaniwekea kikao kani chamba, yani asikwambie mtu da. Pole sana shosti yangu, basi nenda kapumzike, nimeshaandaa chakula tayari, koefika nenda pakua ule upumzike. Sawa shosti, asante sana dajaki, ngoja nikapumzike, maana yake nimechoka sana Ehe. Kwa kweli saizi Juliana nafaidi sana na huyo msukuma wake. Sasa sijui na mimi nipate wapi msukuma au nimuibe huyo msukuma wake? Ngoja nifikirie nione la kufanya, maana yake kuna inaonekana kwamba anafaidi sana na mimi siko tayari kuona nafaidi peke yake. Nitafanya namna, niweze kumchukua huyo msukuma wake. Chuu, baba Mr. Joseph nakuona huko hapa nyanda, ah, msukuma karibu sana, karibu kae bwana, tuweze kuongea em. hey, Mr. Jose, sasa siku nyingi, ndugu yangu, siku nyingi sana tujaonana. Ulikuwa wapi ndugu yangu? Unajua bwana Mr. Msukuma, mambo ni mengi sana, kwa hiyo tunakuwa tuko tuko bize bize na kazi, hata kuonekana hatuonekani. Lakini sio mbaya, tumekutana eh, tuweze kujadili kidogo, maana kuna siku nyingi sana tujaonana. Hebu ngoja kwanza kidogo niagize hata kakinywaji kidogo hata kakahawa kidogo eh? ili tuendelee na maongezi vizuri. hata mwenyewe na kaubao, we mudumu, eureta kidogo hapo kakikombe kakahawa, usiweke kasukari kengi. Wahi, wahi kidogo na maongezi hapa. Sawa, we subiri tu kama dakika mbili. Baada ya dakika mbili, kila kitu kitakuwepo. Sawa, vumilia tu kaka yangu. Naam kaka, nipi habari sasa? rajantu kwingo yangu shemeji yako storiachana naye baada kuachana naye baba. Sasa hapa juzi juzi nikapata kamansi kamocha baba, kama ni ganta baada kukapa show ya Kisukuma. Sasa saizi sipumui, kila dakika ni nyumbani, kila dakika ni masimu simu. Yani kwa kweli baba ni shida vera sana bwana. Msukuma huyo dada ni wa wapi eh? wa wapi huyo? Nikadada kamoja na kanaita Juliana P. Ni mmoja kati ya wafanyakazi wangu. Kumbe ndio huyo dada ambaye anakuchanganya eh? Anayekusumbua eh? Namfahamu vizuri sana wewe dada hii baba. Kumbe nikafanya kazi kako, hata nilikuwa sijui baba hii chamani samani baba. Kama nitakuwa nimekuharibia mfanya kazi wako sijali, Mr Msukuma, wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu sana. Sema kiukweli, juzi amenikasilisha sana, amechelewa kazini na amekuja muda ambao haufai kufika kazini kwa hiyo nitaomba uweze kumkumbusha aweze kuwa kazini, la sivyo ndakuelekea nitamfuta kazi. Asante sana baba, tuendelee kupata kakinywaji. Baada ya kupata kakinywaji, mimi kidogo nitakukimbia baba, maana kile niko kuna kasemu na kawa yuko so najua tena hizi kazi zetu za kugauka eh. Mambo vipi msukumwe? Eh, nimekuita hapa mwana mmoja tuweze kuongea eh, kama jina mimi naitwa Yaki, ndo yule rafiki yake na Juliana. Tuliweza kuongea kwenye simu, nikasema tukutane hapa. Oho, kumbe ni wewe ambaye ulisema kwamba rafiki yake ndo kanipigia kasimu kwamba tukutane. Aya, sasa nimekuja, wawa, niambie una shida gani? Manake mwenyewe nimetoka huko na rafiki yangu, nimemwacha nikasema niji nisikilize hapa. Kawito kako ulikuwa unasemaje, mama? Yani, kiukweli we msukumwe yani, Juliana kila siku amekuwa kiniambia kuhusiana na wewe, jisikieni unavyomfanyia hivyo. Basi nami nimeona nikwambia ukweli tu, japokuwa atufahamiani. Kiukweli mwenzio nimetokea kukupenza naumba suw wapenzi <gambia> cupawa yanwe ni rafiki yake lakini bado nitamani mimi kwa story anazo kuambia. Kwa kweli mimi bana naogopa sana. Sana sana, mpenzi wangu Juliana akijua Naweza ikareta shida wawa. Alafu nikakosa vyote wawa. Si sili, wewe usijali hakuna atakayeweza kumwambia itabaki tabaki kuwa siri kati yangu mimi na wewe kwa hiyo ondoa hofu Mi nichalilinda penzi langu na wewe pia nitakulinda. Du, kwa kweli Wasukuma tunapitia tuna shida kama ndo hivi wawa. Iatari sawa, mi nimekukubaria, lakini naogopa sema ina noma. We enye ni mkarituni mrembo shi, kwa kweli Juliana na wewe rafiki yake Jaki wote warembo rembo hii, kwa kweli. Asante sana kwa kunielewa, Msukuma. Nimefurahi kiukweli moyoni. Basi mimi nikuache, uende wewe huko ulikokuwa unawai. Tutaonana kesho, nitakuja kwako kipata muda Juliana akienda kazini. Sawa mrembo, ina shita, enendatu nyumbani na mi niende kwenye mazinguko yangu. Tutaendelea kuasiriana kama kawaida. Habari yako Juliana, nimekuita hapa tuweze kuongea, maana kilichotokea zi siku mbili tatu sikukipenda kiukweli. Unajua, usizani kwamba mimi sijui kinachoendelea. Mimi najua wewe una mahusiano na, na yule msukuma Lupondeja, na ndiyo anayekufanya wewe usiweze kuwahi kazini. Hivyo basi ninakuomba uweze kuwahi kazini. Hii jamani, bosi h aliyeweze kuambia hizi taarifa ni nani? Hii jamani, dunia huyo mbea gani tena kakamfikishia bosi wangu taarifa? Sio hivyo bosi yani? <coughs> Yani, ni, ni kweli lakini, <coughs> sio kwamba ndo aliyenifanya mimi niweze kuchelewa kazini. Bosi, sijakukataza kuwa na mahusiano, lakini nachokuomba uweze kufanya kazi kwa bidii, wai kazini, fanya shughuli zako zote kama siku nyingine sijui unanyelewa ama unelewi? Haina shida bosi, asante. Mimi nitafanya wajibu wangu kama inavyotakiwa, wala wewe usijali kuhusiana na mimi. Hodi, umundani? Hodi! He, hivi kuna mtu kweli au ndoda yake ameondoka? Naona kuko kimya, itakuwa ametoka mara moja. Ngoja nipumzike. Hodi! Hey, Juliana kuwa umeshatoka kazini, ilikuwa sijui kama unawai leo maanake, nilijua labda utapitia kwa Msukuma wako. Karibu, naona leo umeniwai. Karibu na Jack, mi leo nimewai kurudi, nimefika hapa, nimepiga odi kweli, nikaona kimya, nikamua tu niingie ndani maanake nilijua tu utakuwa umetoka. Vipi lakini, za uko karibu, tupumzike. Karibu. Asante, Juliana. Vipi lakini, za kazi zinasemaje? mimi kidogo nilikuwa nimetoka, nikasema kidogo nikanyoshe nyoshe miguu, unajua tena kukaa ndani ipendezi. Kwa hiyo karibu sana, japo sijapika ha. Zako ni nzuri japo kidogo, ninakuombea, nataka nikwambie, lakini naona kwanza bora tupumzike, nitakuambia. Na kuhusiana na kupika, hata usiwe na hofu, mi najua e, ulikuwa umekaa bodi hapa, ndio maana ukaamua kwenda na na na e, kutembea. Kwa hiyo mi e, naona tu ni vyema tukapike kwanza. Wakati tunapika, tutaendelea na kupeana umbea, au nasemaje, Dajaki? Aina shida mdogo wangu, we, tuende tu tukapike saa hizi, maanake hata mwenyewe njaa inaniuma kweli. Ha, Dajaki, kikweli hali haikuwa poa kabisa kazini leo. Bosi amenita leo ofisini, na akaweza kuniambia kwamba kumbe anajua kwamba mimi na Msukuma Lupondeja tuna mahusiano. Kikweli, ah, niliogopa sana alipokuwa akiniambia. Ndio maana hata leo sijaenda kwa Msukuma, maana yake niliamua tu nibaki ofisini niweze kufanya kazi zote za bosi, la sivyo kibali kisije kikauta nyasi. Ha, pole sana mdogo wangu, ila usijali, ndo changamoto za kazi hizo eh? Si, we cha msingi usiogope, fanya kazi zako vizuri. Ukipata muda wako wa free, nenda kwa msukuma wako kama kawaida, sawa Asanti sana Dajaki kwa ushauli wako. Lakini vipi leo, mbona umetoka? Ulikuwa wapi? Au umepata bwana huko uniambie. Manake wewe kwa unapenda sili mambo yako unafanya chini chini, autakaji hata tushirikishane. Hebu niambie, leo ulikuwa wapi? Ehe, ina na wee mdogo wangu, amna kitu. Mi nilikuwa nimekaa tu hapa bodi, nikaona nikaenda nikazulule kidogo maanake Eh, nilikuwa najisikia vibaya sana kukaa peke yangu. Kwa hiyo usio focus na hilo. Mimi nikipata bwana mpya nitakwambia. Kwa hiyo usiwe na hofu. Weka tu pike tule maisha endelee. Hey Dori, mambo vipi? Za uko Ulaya? Na siku nyingi hatujaonana. Nikaona hata nikukumbuke mara moja. Tuweze kuongea hata video kori. Maana ni siku nyingi sana tuchaonana. Na mimi nimekomesa kweli dembo wangu. Eh, unakuja rini uku Bongo? Ha, zaka nzuli tu. Chikwila tamini mekumisi Msukuma Lupondeja. Ivi karibuni tuntakuja uko Tanzania tuweze kuonana. Kwa hata usi na hofu kusiana na ilo. Mimi uku nikopoa na ndilea vizuli na masomo. Na shukulu wata kwa ila ila lontu mime nisaidia sana Msukuma. Kikuli, nimekumisi lakini hivi karibuni nitakuja. Usijali tu, Msukuma. Hivi karibuni mimi nitakuja huko na utaniona. Imekani tu hapa ninamaliza mara moja chuo na kuja. Nibaki e miezi michache tu, Msukuma, nitakuja. Usiwe na hofu. Mimi ni wako. Nakupenda sana Msukuma. Kwa hiyo usiwe na hofu, mimi nitakuja. Mimi sina hofu kwa kweli, mrembo wangu Dori. Mimi najua tu nitakuona na hivi siku hivi karibuni tu tutakuja. Sasa mimi nilikuwa, nilikuwa na, na, na tu nataka nikujuria kahari kidogo naekwa nimekumisi na na, na, kwa kweli mno. Kwaheri, tutaonana muda mwingine Mungu akipenda, tutawasiliana, ila endelea kujitunza mrembo. Hi, karibu maawa, tikutegemea kama utakuja mta huu. Naona nilivyokuelekeza tu, umekuja moja kwa moja, hata ujapotea uko vizuri <laughs> Msukuma unafuna mimi, mi ni mjanja hata eh? hivyo kilichonifanya niweze kufika moja kwa moja ni penzi lako, wewe ndio lilonileta hapa moja kwa moja. Eh? Nisingeweza kupotea kabisa hata hivyo. Kwako hapa eh, inaonekana ni mtu ambaye unafahamika sana Sawa Jack, hakuna shida, ila nitakacho kuomba kitu kimoja, kila kitakacho enderea hapa, basi kibaki siri yangu mimi na wewe. Singependa kuonda Juliana na gijua magia sunajua tena, Juliana ni mkorofi, hii baba akijua, tujua tutakuwa kwenye hari gani? Kwa hiyo mimi na kuomba uweze kuwa tu msiri. Usijali kuhusu hilo msukuma, mimi nitafanya siri na hakuna atakayeweza kujua kama mimi na wewe tuna mahusiano. Kwa hiyo usiwe na hofu. Haina shida baba. Jisikie uko nyumbani wewe, kula jisevie baba. Eh, jisikie uko nyumbani baba. Eh, wewe kula, enjoy, kunywa, jikarakase, na mimi mwenyewe nimekupenda kweli kwa kweli baba. Aise, leo kuna balidi sana. Goja niende kwa Msukuma wangu maramaepen mara moja kwa Msukuma. Karibu mama, hapa ndo nyumbani kwangu, hapa ndo chumbani kwangu baba, jisikie uko nyumbani. Asante, naona ni pazuri pia huyo ni nani sasa? Anegonga saizi anekuja pira taarifa nyumbani kwangu, na gonga, gonga tu mlango. ni nani huyu? unanta wasiwasi msukuma. Hivi ni wewe kweli? ni wewe kweli? Unanisaliti na dada yangu Jack? Ho, oh, jamani, kwa nini lakini? We msukuma, nimekosea nini mimi eh? Mbona unifanyia hivo, wenewakusuka na dada yangu kweli?